Bwana, naomba hekima katika msimu huu, si tu hekima kwa ajili ya maamuzi makubwa, bali hekima kwa ajili ya uchaguzi wa kila siku, hekima ya kutambua kilicho kutoka kwako na kisicho chako, hekima ya kuondoka kutoka kile kinachonizuia na kukumbatia kile kinachonisukuma kuelekea mapenzi yako. Bwana, naomba amani, amani ipitayo ufahamu wote, amani inayolinda moyo wangu na akili zangu, amani inayonishikilia imara wakati dhoruba zinapoinuka amani inayoniweka thabiti wakati upepo wa maisha unapovuma. Wewe ni mfalme wa amani. Acha amani yako itawale katika moyo wangu. Acha amani yako ikae juu ya nyumba yangu. Acha amani yako iongoze maamuzi yangu. Baba, naomba uamushe vipawa vilivyo ndani yangu. Acha pasiwe na uwezo wowote uliofichwa. Acha pasiwe na talanta yoyote isiyotumika. Mapenzi yako yatimizwe katika maisha yangu kama ilivyo mbinguni. Washa tena taa ya kile ulichoniita kufanya. Acha mwezi huu wa Mei uwe mwezi ambapo miito kwako inakumbatiwa na hatima inafuatwa kwa ujasiri. Naomba unipe nafasi zilizopangwa, nawe unikutanishe na watu sahihi kwa wakati sahihi kwa kusudi sahihi. Bwana wa neema, elekeza hatua zangu kulingana na neno lako, niongoze katika njia za haki kwa ajili ya jina lako. Acha kila muunganiko uwe wa kimkakati, kila mazungumzo yawe na kusudi kila fursa ilingane na mapenzi yako. Bwana, ninakushukuru hata kabla sijaona, kwa yote unayofanya katika maisha yangu, kwa yote unayokaribia kufanya. Hata ninaposhindwa kuona, najua unafanya kazi. Hata nisipohisi, najua unatembea. Uaminifu wako hautikisiki, ahadi zako hazianguki, upendo wako haukomi kamwe. Ninainua mikono yangu kwa kujisalimisha, ninainua sauti yangu kwa sifa nikitangaza kwamba wema na rehema zako zitanifuata katika mwezi huu na siku zote za maisha yangu. Naomba wema na rehema zako ziwazunguke wapendwa wangu pia, zikiwafunika katika kila msimu. Mkono wako ukalie juu ya maisha yao, ukiwaongoza na kujaza siku zao kwa amani yako na kibali chako, katika jina la Yesu natangaza kwamba kila kitu kinafanya kazi kwa faida yangu na si dhidi yangu. kwa shukrani Napokea kila baraka ambayo mwezi huu wa Mei inaleta na ishi ndani yake, ninaitangaza katika jina kuu la Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Asante Bwana kwa kusikia na kujibu maombi yangu, katika jina la Yesu ninaomba.